Halafu sasa Kosti hiyo naweza nikamwambia kapalamia mtumbwi ambao sio wake. Hizi goli zilitakiwa ziwe za tarehe nane za watoto wa mode. Mwisho wa siku mtoto wa mudi kasanda, mwisho wa siku toto lake, lakini najua kosi ni na watoto wa mude, mimi naona hawa wote ni damu damu, yani shamba la bwana alimbuza bwana ali pipa na mfuniko. Sasa tuambie kwamba kusanda sio sio sio ndio tiba, bali kuja kumalizana ndio tiba. Sisi tunaelewana sijui, yani kukimbia sio tiba, bali kumalizana ndio tiba. Kama unapoona mpaka sasa hivi eh, yani hata wenyewe bodi ya ligi wanaona aibu ile mchezo na kuja kuja waliuahirisha, na hii kilichotokea kule kwa lahali, watu wameona, tumeona lahali kasanda, mwisho siku walokwenda uwanjani, unaona kachukua pointi 3 muhimu, si uongo ndugu zangoni. Kwa hiyo hata sisi ile tarehe nane ilitakuwa tuchukue pointi ngapi? Pointi tatu na magoli kama yote. Ilitakuwa tuchukue pointi tatu na magoli matano, mwisho wa siku. Mpaka sasa hivi hata bodi ya ligi yenyewe wameshakubali, mpaka jana ile mimi nimesikiliza bodi ya ligi wameshakubali kwamba watoto wa Mudi walikiuka baadhi ya vipengele. Moja, wakati wanakwenda ile tarehe saba kufanya mazoezi katika uwanja Benjamin Mkapa, hawakutoa taarifa kwenye bodi ya ligi, hawakutoa taarifa kwa mwenyeji wa ile mchezo ambao ni Yanga, hawakutoa taarifa kwa meneja wa uwanja. Kwa hiyo sisi tunaiyatia ile kamati ya masasa bili na mele. Kwa hiyo sisi tunaangalia michezo ambayo inaofuata mbele yetu. Lakini niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari kwamba mchezo ule watawalania na uishi. Umesha isha. Kwa hiyo sisi ule tuutambui, bado tunaangalia michezo utakaofuata. Kama unafona FA Cup, Mimi ndo bingwa mtetezi. Mtoto wa Mudi jana kaja kuteza na timu ambayo inashiriki kwenye michuano ile ya. Wanasema timu ya serikali za mitaa. Kwa sababu timu ya ukiangalia hata kwenye ngazi ile ya timu ambazo zipo kwenye, eh, championship wa imo. Kwa hiyo sasa nimemfuata mayo wangu. Kama unafona hata kwenye ligi ligi kuu nimemfuata kule kule bunjo ile tarehe tisa nimemfuata kule kule bunjo, mwisho wa siku ukakimbia. Kwa hiyo sasa nimemfuata kwenye hatua 16. Kama ingekuwa inawezekana ningewaomba bodi ya ligi, mtoto Amudi sikaingia kwenye hatua 16, nilikuwa namwomba mtoto Amudi aenda akanipange naye kwenye hatua 16, ila mimi najua kuruka ruka, kwa maharage ndio kuiva kwake, najua nitakutana naye iwe robo finali ama finali. Kwa hiyo wanakwambia kwenye kichaka hiki, wazungu wanakuambia no street not surrender, hakuna kusanda. Mi najua mtoto mudu ntakuja kutana naye tu kwenye michwano ya FA, lakini kwenye ligi kuu tusitaki kukudanganyana, si kwenye ligi kuu kule mechi ile imeshaisha. Kama inavyojulikana, sheria ya mwaka 1938 bala 38 kifungo nywi inasema mwenyeji kafika uwanjani, mgeni ameshindwa kufika, akufikaanaafika eh? kwa sa, saa nane Benjamin Mkapa, inakuja barua ya pili kwamba mchezo umeahirishwa, lakini mimi nazingatia barua ya kwanza. Barua ya kwanza sema mchezo uko pale pale, barua ya pili wanakuja kusema mchezo tuambie bodi ya ligi wafuate sheria ya mwaka 68 ibara 38 kifungu nywii inasema, asiyefika uwanjani ale. Mimi naona mtoto wa muda ana hamu kwenda kucheza championship. Lekini, <coughs> lakini lakini wanasema endapo ukitaka pointi tatu, eh, si lazima na marefali waweze kufika uwanjani. Refali aliku... uwanjani alijana eh, aliingia wanjani, marefali wameingia uwanjani, uh -huh, watu wamekaa dakika 30. Mwisho wa siku Azam amechukua pointi tatu. Young Africans walikuja uwanjani lakini marefali hawakuwepo, pointi tatu inawezekana ukazipata Vipi? Mimi nilivyofika saa nane nijaribu kuzumu kupitia hii kamera hapa, nijaribu kuzumu arajiji. Alifika uwanjani ila sema alizuiliwa mlangoni, si mnaelewana zeje? Si tunachokijua refaria alifika, lakini kwenye picha alishindwa kufika. Yale ni mipango ambayo imepangwa. Mtoto wa muda anashindwa kujitetea e, kwa sababu yeye alikuwa na timu mbovu, alikuwa na majeruhi wengi, ameshindwa kuzungumzia kwamba alikuwa na majeruhi wengi.